And NGOs and optometrists come together to support the community, to make sure that they can have their eyes checked, get glasses so they are no longer struggling, and prevent blindness. Most of the time, blindness can be prevented and it can be cured. Maradhi mengi hapa tumeona, watu wanataka miwani za kusomea nambari ndogo ndogo, maradhi ya alaji, na kuna macho ambayo inatoa machozi mara kwa mara. Kati ya watu tuliowaona leo tumepata mmoja na utando ambaye anataka akahudumiwa magandi ya kufanyiwa operation. Shida za macho zinasababishwa sasa ni jua kali, mavumbi na hata mazingira ya maisha. Ma wananchi wapate mazingira mazuri kama maji masafi, hewa safi, he safi ambayo sio ya vumbi moshi, na kuosha macho mara kwa mara, pia kutembelea hospitali za macho waweze kukaguliwa at least miezi mitatu kwa mwaka. Watu wengi katika hili eneo wako na shida ya macho. Shida hizo zinatokana na shida hizo zinatokana na mwangaza mwangaza wa jua. Pia shida inatokana na wanafunzi kukaa kwa simu na televisheni muda mrefu, na pia wengine wao wako na shida, lakini hawajapata jukumu la kuona daktari kwa haraka ili wajue shida yao ni gani na wataweza kusaidika aje. Mimi na shida ya macho yani, jicho langu walawasha la la change red yani. Sasa leo nashukuru, nimekuja kupata huduma, nimepata miwani, nimepata dawa, nashukuru. Hii shida ilinianza yani kitambo, sikumbuki kwa miaka, lakini naona inafika kama miaka kumi sasa hii. yani Utaketi tu saa nyingine ufanye jicho lako hivi, yani yani kama ila washa fula wa red a ifanyam awashaaa, alafu likaanza kutokozea huyo, sijui aitwa mwana kwa kidigo, haya hivyo sasa. Sasa hii huwa nasikia kama kama inachomwa yani, kama ila dunga, yani kwa kidigo la Kiswahili hivyo, lakini nashukuru nipata dawa, miwani ya kuangalia namba za karibu. Ilikuwa siwezi kuangalia namba za ndogo, kwa mbali ilikuwa siwezi lakini saa hii nimepewa miwani ya kuangalia namba ndogo na kuweka sindano, yani uuzi pia menyambia daktari. Nashukuru nimekuja hapa kwa sababu nimesikia tu kuna huduma za macho nini, na kawaida yangu macho yangu huwa yako na shida, so nikaona wacha niende na mimi nipate msaidizi, so nimekuja na nashukuru. I thank God. Nimepata huduma nzuri mm. Nimepata sunglasses nikapata na hiyo ya kusoma. Mimi ni fundi ujenzi, nikikaapo juu naona kama ilokute ninaangukia, lakini sio kweli inaanguka, ni sababu ya, ya macho. Sasa mimi nimepata tiba eh, alafu nikiangalia juu naona kama huku ina, ina, juu kunazunguka. Sasa hmm. madaktari wamekuja hapo Walidayn wameanza kunishughulikia kulingana na hizo hali nilizonazo Tunashukuru sana siku ya leo. Tumeweza kutembelewa kaangaliwa macho, watoto wetu wakaangaliwa, tumesaidika na dawa, wengine miwani, check ups. Tunashukuru sana.